Jamhuri ya, ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na nchi jirani za Rwanda zimesaini makubaliano ya awali ya amani yaliyolenga kukomesha mapigano yaliyodumu kwa miongo kadhaa mashariki mwa Kongo. Makubaliano hayo yaliyofikiwa usiku wa Jumatano tarehe 18 Juni 2025 mjini Washington nchini Marekani ni matokeo ya mazungumzo ya siku tatu yaliyowakutanisha wajumbe wa mataifa hayo mawili pamoja na wawakilishi wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani. Taarifa ya pamoja iliyotolewa baada ya kikao hicho ilisema mazungumzo hayo yalijikita kwenye masuala ya kisiasa, kiusalama na kiuchumi. Katika rasimu ya mkataba huo kuna vifungu vilivyoruhusu hatua za kuondoa silaha kutoka kwa makundi yasiyo ya kiserikali, utaratibu wa kuwaunganisha wanamigambo hao na jamii ya majeshi ya kitaifa pamoja na kurudisha nyumbani wakimbizi na watu waliopoteza makazi yao kutokana na vita. Mashariki mwa DRC imekuwa kitovu cha mzozo kwa muda mrefu kutokana na mvutano juu ya rasilimali za asili. Mapigano yamezidi kuwa makali tangu mwezi Januari mwaka huu wakati kundi la waasi la m 23 linalodaiwa kusaidiwa na Rwanda lilipoteka jiji la Goma, mji tajiri wa madini ulioko katika jimbo la Kivu Kaskazini. Wiki chache baadaye, kundi hilo lilichukua pia udhibiti wa mji wa Bukavu, kituo kingine muhimu cha kistratejia. Hata hivyo Rwanda iliendelea kukanusha vikali madai hayo ya kuwaunga mkono waasi hao. Kwa mujibu wa mashirika ya misaada, maelfu ya watu wamepoteza maisha, huku mamia ya maelfu wengine wakilazimika kuhama makazi yao. Aidha, ripoti ya Amnesty International iliyotolewa mwezi Mei ilieleza kuwa waasi wa M23 walihusika katika mauaji ya raia na mateso, jambo linalokiuka sheria za kimataifa za kibinadamu na linaweza kuchukuliwa kuwa uhalifu wa kivita siku ya Jumatatu, kamishna mkuu wa haki za binadamu Umoja wa Mataifa, Volker Turk alionya kuwa si M ishirini na tatu peke yake wanaolaumiwa, bali pia majeshi ya serikali ya DRC na makundi mengine ya waasi wanaoungana nao wamehusika katika ukiukwaji wa haki za binadamu. Makubaliano haya ya awali yanatarajiwa kusainiwa tarehe ishirini na saba Juni mwaka huu, hatua inayotazamwa na wengi kama mwanzo mpya wa matumaini kwa mwananchi wa Kivu Kaskazini na eneo zima la Maziwa Makuu.